Ndugu wananchi wenzangu, kama tunavyojua, afya ya mama na mtoto ni msingi wa jamii bora. Ikiwa mama ana afya njema, mtoto naye atakuwa na nafasi ya kukua vizuri, kuzaliwa salama na kuchangia katika ufanisi katika jamii. Hivyo basi, uwepo wa huduma hii itasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza vifo vya mama na mtoto na kuhakikisha huduma bora za kliniki, chanjo, ushauri wa lishe, pamoja na elimu ya afya ya uzazi na malezi bora kwa watoto wetu. Kituo hiki pia kitatoa huduma kwa wakati. Tumeona huduma za vipimo zipo, tumeona ndani wakati tulipokwenda kuzindua kuna vipimo mbalimbali, kuna mbali, maabara, kuna kliniki ya dawa na mengineo. Hii vyote ni lengo la serikali kurahisisha ukaribu wa wananchi bila kuhitaji kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma za afya hii ni kutatua hii ni hatua mojawapo ya kuhakikisha huduma za afya zinapatikana kwa usawa kama ambavyo dira ya taifa ya, ya maendeleo inavyoelekeza. Niwatake wahudumu wa afya mfanye kazi kwa weledi, kwa huruma, uadilifu na kwa heshima kwa kila mwananchi. Muoneshe tofauti ya kutoa huduma bora kwa muda sahihi bila ubaguzi wowote. Tambueni kuwa kazi yenu ni ya kuokoa maisha, nalo hilo ni jambo takatifu na la heshima kubwa. Ni waombe wahudumu wa afya, tuepukeni lugha chafu. tumekuwa sana wahudumu hudumu afya, wa afya tunasemwa kwamba tunakuwa na lugha si sahihi. Tunapata wagonjwa katika vituo vya afya ama katika hospitali. Nikuombeni sana tabia tujiepushe nai, ili tuweze kupata yale malipo stahiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia tujitahidi kuto kuchelewesha huduma, lakini pia tujiepushe na vitendo vya kutafuta fedha kwa njia zisizo halali. Kila mmoja anapata mshahara wake mwisho wa mwezi ukifika. Kwa hiyo tutosheke na kile ambacho Mwenyezi Mungu amefadhiria kukipata. Wache tabia labda ya kuomba rushwa ama chochote ili ndio mtu aweze kupata huduma. Tufanyeni mm -hmm. kazi kwa weledi sana na nikuombeni, mm -hmm. pia mjenge uhusiano wa karibu na jamii mm -hmm. toeni elimu kwa wakati na, na, kufuata na kufuata maadili ya kazi yenu. Huduma bora hazitokani mabili na majengo pekee bali pia zinategemea zaidi namna mnavyo wahudumia watu. Wananchi hawa wana, wana matarajio makubwa kutoka kwenu, hivyo muwe mstari wa mbele katika kuokoa maisha ya wananchi hawa. Nanyi wananchi wenzangu, kwa upande wenu, nikwambieni kwamba kituo hiki ni chenu wenyewe. Tunapaswa tukilinde tutoe taarifa za changamoto zitakapotokea, lakini pia tuwe mabalozi wa afya bora katika familia na jamii zetu, tukitumia ipasavyo kituo, kituo hiki kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Tushirikiane kuendeleza afya ya mama na mtoto kama msingi wa taifa lenye nguvu na matumaini lakini pia wananchi wenzangu, tujitahidini sana sana kuwatumia na kushirikiana na, na wahudumu wa afya ngazi na ya jamii, kwani wao ni kiunganishi kikubwa baina ya jamii na watoa wa huduma wa za afya. Akina mama wenzangu, tunatambua changamoto tunazokabiliana nazo wakati wa kujifungua ikiwemo kutoka damu nyingi kabla ya kujifungua na baada ya kujifungua, ama ah, changamoto nyingine nyingi tunazijua wenyewe akina mama. Hivyo basi, tusiache kukitumia kituo hiki. Leo tumeegewa hiki kituo kwa ajili yetu, serikali lengo lake ni kuona inapunguza kasi ya vifo vya mama na watoto. Wananchi nchi wenzangu wa eneo hili la Muambe, kituo hiki ni chetu, ni chetu, tukitumieni, wala tusione uzito. Tumerahisishiwa huduma sasa. Kama tulikuwa tunazifuata Kengeja, sasa tunazifuata hapa hapa, hata gari hatukodi, tunakuja kwa miguu. Ukiona tu uchungu umeanza kidogo kidogo, tuelekee hospitali ili kuja kupata zile huduma zinazostahili. Hii yote ni kusaidia kufikia ile azma ya serikali ya kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Lakini akina mama wezau, tumesogezewa kitu hapa, nisema tuna tabia sisi kina mama, mtu akisha kubeba ujauzito, kwanza anajificha mwezi wa kwanza atakiwa tua jule, wa pili, wa tatu, wa wanne, uo si utaratibu. Utaratibu tunapobeba ujauzito tu tunatakiwa tuje hospitali. Kuna dawa daktari nadhani atanisaidia Eliesi, ili mama aje apatiwe zile dawa, aanze kumtayarisha mtoto wake kuuzaa akiwa na afya njema lakini hii kujificha kwetu inapelekea sasa, mpaka mtu anakuja kuzaa mtoto mlemavu, mtoto pengine hana afya nzuri, kutokana na hii kujificha. Kumbe tungewahi kuja mapema, tukapatiwa zile dawa, ungeweza kujifungua mtoto mwenye afya njema. Kwa hiyo nakuombeni akina mama, uja uzito si una baba yake, kwa nini ufiche? mapema njoo hospitali, njoo kliniki, uweze kuanzishwa matibabu ya mapema. Na kuombeeni sana katika hilo. Lakini nataka niseme kitu kimoja. Mheshimiwa makamu wa pili wa rais, kaka yetu Hemed Suleiman Abdulla alikuwa na hamu kubwa leo kituo hiki au huduma hizi aliyeanzizio yeye lakini kuna kutokana na changamoto ambazo zilijitokeza hapo nyuma, kukosekana kwa maji baada ya ukarabati huo wa barabara na majukumu kuzonga, ikabidi aondoke. Kwa hiyo akaniagiza mimi leo nije hapa nikifungue hiki kituo. Kwa hiyo alinipa salamu, nataka nizipeleke salamu kwenu. Mheshimiwa makamu wa pili wa rais aliniambia hivi, wanawake 20 ama kina mama 20 wa mwanzo watakaojifungua katika kituo hiki, kuna zawadi maalum kawaandalia naasia, wakina mama tu pamoja na mtoto atakayezaliwa, lakini pamoja na mhudumu wa afya atakayesimama kumzalisha yule mama. Kwa hiyo nawaagiza wauguzi ama wasimamizi wa kituo hiki nipatiwe zile taarifa za watu ishirini wa mwanzo watakaokuja kujifungua kati katika kituo hiki, ili tuweze kumpelekea Mheshimiwa Makamu wa Pili atuletee ile zawadi ile ni wakabili. Kwa hiyo naomba sana hizo taarifa ziponiwe kwa ajili ya kutekeleza hilo.